milioni tatu, eti ni za vocha. Anatumia nguvu ambazo Allah tabaraka wa taala alizompa, lengo lake ni lengo lichafu, ili akazini tu. Ya Abdallah atakaye zini kwa kutoa pesa zake, na yeye nyumbani kwake ataziniwa bila pesa. Alafu wa baba wa namna hiyo, viwembe wanakuwa wakali sana kwa mabinti zao. Akimkuta kijana anazungumza na binti yake, anamwita sogea hapa kaka huyo nani ni nani kwaka? Huyu unamtafutia nini? mambo yaivomisitaki hapa, sitaki kutafuta mabinti zangu. Huyu ndio baba kiwembe. Akitembea na gari, anasimamisha gari lake, mtoto mzuri kama wewe, ingia kwenye gari, unatembea na miguu, acha kujisumbua bure. Anamuingiza kwenye gari, lengo lake ni lengo lichafu. huyu

Kuadhibiwa kwao hao wazinifu kundi la Waislamu wanashuhudia, kama vile siku ya Ijumaa mnatangaziwa, jamani, msiondoke, kuna watu wawili wamekuja kwa sababu ya kusimamishiwa hukumu ya nini? Hukumu ya zina. Watu wanaanza kutazamana, ni nani na nani ambao wanataka kusimamishiwa hukumu ya nini? Ya kitendo cha zina. Bila shaka mzinifu, hairuhusiwi katika sheria Kumua mwanamke ambaye si kuwa mzinifu la yajuzu nikahu zani, ya hairuhusi wewe mwanakaka, kumua mwanadada mzinifu bana, ule ni somo, hauna ruhusa kumua maadama ni mzinifu. Wala yajuzu inkahu zani hata yatuba ila Allah. Na vile vile mtu akija kupiga kwako hoti, unamjua huyu ni kijana machachari, anatembea na wake za watu kazi yake labda anakuja na, na katika lengo la uchumba, lengo lake sio uchumba, lengo lake ni kuja tu kuharibu. Unamuona kijana kama huyo anakuja, usimpi binti yako, msimpi nafasi mpaka atubie. Kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Allah tabaraka wa ta'ala, azani la yankihu illa zaniya mzinifu mwanaume haoi isipokuwa mzinifu mwenzake mwanamke au mushrika au mshirikina. wazaniatu la yankihuha illa zanin au mushrik na mzinifu mwanamke ataangaika, kila pakija huyu mambo yanakataa, mpaka yule mwenzake mzinifu ambaye Allah tabaraka wa taala aliyemwandikia asiolewi isipokuwa na mwanaume mwenzake mzinifu au mshirikina wa hurrima dhalika ala lmuminin, na Mwenyezi Mungu akawaharamishia waislamu waliokuwa safi

wala mwanamke mwenye roho ya. Kwa nini ushahidi wake haukubaliwi? roho ya kwa nini? roho ya khiana, wala zanin

wala fasha zzina fi qaumin qattu illa kathura fihimul mautu, wala zina haizagai katika watu kamwe isipokuwa vifo vinakuwa vingi kwao, isipokuwa vifo vinakuwa vingi sana kwao. Watu wanakatika usiku na mchana. Kwa nini? Kwa sababu ya dhambi ya zina Mungu, amrehemu azina min asbabi almauti alam, zina ni moja katika sababu ya vifo kwa ujumla, zina ni moja katika sababu ya vifo kwa ujumla. Wattawaini almuttasila, na maradhi yenye kuendelea yenye kuambukizwa yenye kuendelea umeshapata kadawa, unamwambukiza mwenzako yale maradhi, unaendelea hivyo hivyo. Hiyo ni katika adhabu ambayo Allah tabaraka wa taala ameiweka katika dhambi ya zina. Kisha al-Imam bin Qayyim rahimahullah anatusimulia kisa cha maskari wa Nabiyullah Musa alayhi salatu wa salam, wakiwa wameketi katika kulinda ulinzi wa nchi hiyo tukufu ya Misri, wamekaa katika mipaka. Panakuja wanawake ambao ni makahaba, wanakuja na chakula kama vile mantili. Kama kisi unatana katika mazoea, mtu labda imefika muda wake wa kula, anaruka mara moja kwenda kula kwenye mamantili, anaenda mazoea. Anaanza labda ni mtoto wa kike analeta chakula, anaanza akipakia hela fulani, anambia hizo utanunua maini tee, baadaye anachukua namba yake, baada ya namba, mazoea kaanza namna hiyo, kwa wale maskari ambao walikuwa wanalinda ulinzi

itapozaga riba itapozaga riba watu wanakula minjaulo kwa wingi watu wanakula haramu kwa wingi, na uzinifu ukawa mwingi katika kijiji fulani, katika mji fulani faqad ahallu bi anfusihim adhab Allah, watakuwa watu hao wamejihalalishia katika nafsi zao adhabu yake Allah subhanahu wa ta'ala. Ma lam yafshu fiha waladu zina, ni pale wanapozini au wabebeshani mimba pale ambapo watoto zina watakuwa hawajapatikana kitendo hicho, itakuwa ni moja katika adhabu kali za Allah subhanahu wa ta'ala. fa idha fasha fiha waladu zina, ikiwa watu watazini na athari yake ikaonekana, mtoto wa fulani atembea katika nyumba mbili nyumba tatu, kuna mtoto wa zinaa, kuna mtoto alizaliwa nje ya ndoa, zinaa ikawa inaleta athari, watoto wanapatikana hata katika familia zetu, tunayaona haya, watu wanafikia labda katika kukubaliana labda nyumba iuzikane kila mtu apewe chake. Unamwona mtu ambaye aliyezaliwa nje ya ndoa anapandisha kitu anasema haitawezekana, mtapeleka kule serikalini, ndio wafanye nini? Ndio wafanye nini? ndio watugawie

Basi anakaribia Allah subhanahu wa taala kuwaadhibu watu hao, kuwateremshia adhabu zake yeye Allah subhanahu wa taala, kwa sababu wanaishi katika mazingira asiyaridhia Allah subhanahu wa taala. ta angalia fedheha kwa wazinifu. Mzinifu siku ya Kiyama Allah anamfedhehesha, atamfufua hali ya kuwa kuna makashe ya nyuchi katika mwili wake. Umezina wanawake saba wanane hivi kuna kaka kimuuliza, usitembea na wangapi? anakwambia hata idadi sijui, kwa kweli. Basi siku ya kiyama Allah anakufedhesha, anatia nyuchi katika mwili wako. Ulitembea na wanaume kumi, Allah anatia makashe ya nyuchi kumi za wanaume wewe ndio unazifahamu kwa sababu ulitembea nao. Jiziwe na uzinifu, ili na watu wako wakingwe na uzinifu. Inna zina, hakika zina. Inna zina dainun, hakika zina ni deni. In aqrabtahu kana alwafa min ahli baitika ta'lami, ikiwa utausogelea uzinifu basi athari yake itakuwa ni kwa watu wa nyumbani kwako. Ya Abdallah, angalia adhabu ya watu wazinifu siku ya Kiama. Mwenyezi Mungu anaukonga moto, moto utarurumba chini kabisa ya tupu zao, mwanamke moto na rumba kwa chini, na mwanaume moto na rumba kwa chini, wanapiga makelele. Mtume sallallahu alayhi wasallama anawaona watu wanapiga makelele ndani ya moto, akiwa pamoja na makamanda wawili wa kimalaika, pa akiwa pamoja na malaika Jibril, akiwa pamoja na malaika Mikail, anawauliza man haula, hawa ni wakina nani wanaipata adhabu kali mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala? wanapiga makelele ndani ya moto na kuomboleza ndani ya moto. Mtume sallallahu alayhi wasallama anaambiwa na malaika, humu zunatu wazawani, hawa ni wale wazinifu, kazi yao ilikuwa ni uzinifu. Watu wanakaa kwenye ligala, mtu anajisifu, mimi mimi ni kadha wa kadha, unajisifu kunako machafu. walladhina la yad'una ma allah ilaha al akhar, na wale ambao sio muomba mwenyezi Mungu pamoja na Mungu mwingine. wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama allah

wazinifu adhabu kali siku ya Kiyama, wayakhlud fihi muhana, na mafikio yao itakuwa ni kuwaingiza ndani ya moto mkali wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunamwomba Allah atukinge na zambi hiyo ya uzinifu, na tunamwomba Allah tabaraka wa ta'ala atuweke mbali na moto wake huyo mkali. Namwomba Mwenyezi Mungu msamaha kuhusu makosa yangu.